Chuma io mkurugenzi, sitarajii kusikia mwananchi anakwenda kituo cha afya zahanati, tena kwa magonjwa haya ya kuimba kuimba, alafu anaambiwa na daktari hakuna dawa. Kwa sababu serikali inaleta milioni mia tatu kwa miezi mitatu kila mwezi milioni mia tafu. Niambia, wananchi wote wanaugua wakati wote kila mwezi? Maana yake fedha ipo. Wananchi nenda mkapate huduma kwenye zahanati na vituo vya afya, dawa zipo. Dkt. Samia Suluhu Hassan analeta fedha kila mwezi, lakini anazileta miezi mitatu mitatu kwa ajili ya kununua dawa ili mpate dawa huko huko. Shieleo anachokisema ndugu wananchi, kwenye eneo hili la afya, tumeleta pia na magari atakosaidia kuhamisha wagonjwa ambao wanaohitaji kwenda kutibiwa ngazi nyingine. Zarati yetu kituo chake tu cha Kadash, ndiyo Kadash kituo tumeleta ambulance, na nyingine imekuja Mheshimiwa Mbunge na hapa mali ipo, kesho kabidhi eneo jingine na kule mbili tena nyingine. Huyo ndio Dokta Samia Suluhu Hassan anayewasikiliza kupitia wabunge wenu, anayewapenda na kuwahudumia na kujua uhitaji wenu. Rais wetu anajua kwamba wako wagonjwa wanahitaji kutoka Maria kwenda Ngudu hospitali ya wilaya, lakini wako wagonjwa wanataka kutoka Ngudu kwenda Sekuture. Hiyo tumeleta ambulance kwenye wilaya hii zaidi ya tano na zingine zinakuja.